Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani utakuwa nakumbuka kwamba siku ya jana tulileta update kuhusiana na kile ambacho amekizungumza mama Hadija Kopa ee, ambapo Juma Lokole ndiye alirekode mazungumzo hayo ya mama Hadija Kopa akiwa anaelezea jinsi ambavyo yeye hataki kabisa mwanae awe treated katika ndoa yake kama unavyoelewa kwamba kwa sasa hivi, hapa tunafahamu kwamba mtoto wa DJ Kopa, yaani yani, bibiye Zuchu bwana, ni bidada ambaye yupo katika mahusiano ya ndoa na Diamond Platnumz. Sasa kutokana na hiyo situation bwana, ni kwamba kwa kitu ambacho amekizungumza Mama Khadija Kopa, wadau wengi sana wakawa wamekinyoosha moja kwa moja kwamba kinamuhusu Diamond, kutokana na kwamba Diamond ndiye ambaye yupo katika mahusiano na bibi yake Zuchu. So, hiyo ni issue ambayo tuliizungumza jana baada ya hizo video kwenda viral. Lakini kama labda ilikupita, nitakuwekea hapo baadaye. Lakini kitu ambacho sasa hivi nataka tuzungumze ni video ambayo ameiposti Diamond kupitia ukurasa wake wa Snapchat, ambapo katika hiyo video ambayo Diamond ameiposti huko Snapchat ambayo Diamond ameiposti huko Snapchat, kuna mazungumzo ambayo tumeyasikia bibi Zuhura Zuchu akiwa anayasema. Sasa maneno ya Zuchu bwana, ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi na kuona wazi kabisa kwamba Zuchu bwana, kwa namna moja au nyingine, ni mrembo ambaye ana yani wivu kupitiliza. Yaani anamuonea wivu Diamond Platinumz sio kawaida. Na katika suala zima hilo la wivu bwana, Zuchu anashindwa kabisa kujizuia katika suala zima la the way ambavyo anavyojisikia kumuhusu Diamond. Bwana situation jinsi ilivyo ni kwamba Diamond Platinumz kama unavyoelewa, na yeye pia ni moja kati ya watumiaji wazuri sana wa, wa mtandao wa Snapchat na mara nyingi sana huko Snapchat Diamond huaga na postigi vitu vyake mwenyewe personal, exclusive kabisa ambavyo watu wengi sana huaga wa vioni kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwa hivyo basi akipataga time huaga na posti huko Snapchat. Umeona bwana eh? Kwa kifupi ni kwamba posti nyingi sana loko au posti ambazo ni za kawaida za ajabuajabu ajabu ambazo anajisikia kwamba hizi siwezi kuziposti katika main account yake ya Instagram, waga mara nyingi anaziposti katika ukurasa wake huo wa Snapchat. Sasa basi hivi karibuni ni kwamba Diamond alikuwa anajirekodi eh, anajaribu jaribu baadhi ya filter ambapo wakati Diamond anafanya hivyo vitu bwana, ni kwamba Zuchu yeye alikuwepo pembeni akiwa anamtazama, kwa sababu hivyo vitu vyote Diamond alikuwa anavifanya akiwa yuko chumbani. Na wakati, na wakati Diamond anafanya hayo mambo Zuchu alikuwa yuko pembeni akimtazama Diamond kile anachokifanya. Sasa kwa mujibu wa sauti ya Zuchu iliyosikika wakati Diamond anajirekodi hiyo selfie yuko Snapchat na kuiposti akiwa yuko chumbani na Zuchu ni kwamba Zuchu amesikika bwana akiwa anaonyesha jinsi gani ambavyo alikuwa hapendezwi na kile ambacho Diamond anachokifanya, kwa sababu Diamond wakati anajirekodi bwana alikuwa mixa kulamba lipsi na vitu vingine kama hivyo, ambapo Zuchu kwa jinsi alivyokuwa na wivu bwana, akawa anamuuliza kwamba unajibebisha hapo hizo video unazozijirekodi ni kwamba unataka umtumie nani? Kwa hiyo it means kwamba Diamond bwana wakati anajirecord video Zuchu alikuwa wa na wasiwasi na akaamua kumuuliza. Wakati anamuuliza, Diamond akawa anamjibu na hizo video zote pamoja na sauti zimesambaa huko mitandaoni, wadau wakiwa wanaweka wakiwa wametambua kwamba kweli bibiye Zuhura bwana yuko na wivu sio kawaida, kiasi kwamba hata Diamond akiwa anajirecord akiwa analeta leta ma jonjonjonjo mbwembwe za pale Zuchu anakuwa na wasiwasi kwamba labda anataka awatumie wanawake wake wa nje. Kwa hiyo at the end of the day, jambo ambalo amelifanya bibiye Zuchu bwana ni kwamba eh, Diamond bwana wakati anajirikodi, nataka pousikilize kilichotokea

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo na hapa bwana, kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo tukio, baada ya Zuchu kusikika akiwa anaonyesha wivu wake kwa Diamond wakati Diamond anajirekodi na, na kuposti uko Snapchat eh, kuna mdau hapa ameposti akaandika kwamba bwana, nimecheka kwa nguvu sana Diamond alivyomjibu Zuchu, alafu eh, alafu pia vile vile akaitikia eh, Diamond akacheka wivu huu Zuchu ana eh, Zuchu anakaba kila kona ya yeah, so hivyo ndivyo mambo alivyo, bwana ni kwamba e, wadau mbalimbali huko mitandaoni wamebaki kucheka tu baada ya kuonekana kwamba Zuchu bwana ana wivu kupitiliza, na anakaba kila kona ya so hivyo ndivyo situation ilivyo. Na wewe pia bwana, ukiwa kama mdau, hebu twekee maoni yako, maana hapa komenti zimejitokeza nyingi kweli kweli. Nataka nisome baadhi ya komenti ambazo tumekutana nazo huko mtandaoni kuhusiana na hiyo incident ambayo imetokea kati ya Zuchu na Diamond wakiwa chumbani yeah. kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, hawa nao mbona wanachelewa kuachana, mimi wananiuzi kuna mtu anasema kwamba bwana, nimependa sana binti anavyoonyesha anavyoonyesha wivu kwa mpenzi wake like. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kuna jamaa bwana aliambiwa kwamba biashara ya kosmetiki inalipa, akaenda kukopa hela benki akafungua duka la vipodozi. Biashara ilichomfanyia, sasa hivi hataki kuona mtu anapaka mafuta nyumbani kwake, hataki kuona mtu anapaka mafuta nyumbani kwake. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa kuna wadau mbalimbali hapa bwana, wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Wengine wanasema kwamba hawa mbona hawaachani, wanawaboa na vitu vingine kama hivyo, lakini it is what it is, mapenzi ya Zuchu na Diamond, eh, kadri ya siku zinazozidi kwenda yanaonyesha wazi kabisa kwamba hawa bwana wanazidi kupendana na kwa namna moja au nyingine ni kama vile mapenzi yao yanazidi kuimarika. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia, tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini eh, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.